Sauti wa isikia, na kondo na wajua. Sauti wa isikia, na kondo na wajua. Shairi letu la leo latuka katika Injili ya Yohane kumi kuanzia mstari wa ishirini na saba hadi wa thelathini na kibwagizo la shairi letu tumelipamba hivi Sauti wa esikia, na nakond na wajua, sauti wa esikia, na nakondo na wajua. Uzima nitawapea wala watapotea, mema nitawatengea mkono kuwakilia sauti waisikia, na kondoo na wajua sauti waisikia na kondoo na wajua, babangu Mungu kote kanipa, watamani wakuwapokonya yote hamna na wapendani sauti waisikia na kondoo na wajua, sauti waisikia na kondoo na wajua. Mimi na Baba tu mmoja kwa nuru iso na mwisho Mchungaji mwema moja ndiye mweza hadi mwisho, sauti waisikia, na kondo na wajua sauti waisikia, na kondo na wajua sauti waisikia, na kondo na wajua sauti waisikia, na